Kwenye kikosi cha Pamba Jiji kuna wachezaji wetu watatu, kuna wachezaji ambao tuliwatoa kwa mkopo kwenda kwenye timu ya Pamba Jiji kwa lengo la kuendelea kuboresha viwango vyao. Sasa lipo ombi maalum ambayo lilitoka kwa uongozi wa klabu ya Pamba kuja kwa Singida Black Stars ikiomba wawatumie wachezaji hao kwenye mechi ya kesho. Ni kawaida kwamba unapokuwa umemtoa mchezaji kwa mkopo kwenda timu nyingine, mnapokutana wale wachezaji huwa hawachezi. Hiyo ni utaratibu wa kawaida kabisa. <laughs> Lakini ombi hili lilivyokuja kwetu, tukamshirikisha kocha Miguel Gamondi na yeye akasema ruksa, eh, wachezaji hao watumike kesho ili aangalie viwango vyao, dirisha dogo linakaribia, ndiyo, na endapo wataonyesha kiwango kizuri pamoja na ripoti nyingine ambazo kocha yuko nazo basi huenda tukawarudisha kuja kwenye timu yetu dirisha dogo kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi. Wachezaji hao ni Najimu Mussa, uh, Kelvin Nashon naftari pamoja na Yonta Camara. Hawa nyota wetu tumewaruhusu kulingana na ombi ambao limekuja kutoka Pamba, na kesho wana uhuru wa kuwatumia kwenye mchezo huu. Eh, ukisikia Singida hatuna baya ndio kwenye mambo kama haya sisi linapokuja ombi kama hili, tunaangalia zaidi aspect ya mchezaji kumpa nafasi ya kuja kuthibitisha ubora wake, na tunaamini wachezaji wetu kesho watautumia mchezo wa kesho kutuonyesha kwamba tuliwapeleka Pamba kuongeza viwango vyao, kuipata nafasi zaidi ya kucheza, na wana, wana kitu cha kuja kumshawishi kocha Miguel Gamondi. Kwetu sisi kama timu ni faraja kwa sababu wakati tunamwajiri Miguel Gamondi tulijua ni kocha wa viwango vya aina gani, na leo hii anapata nafasi ya kwenda kuifundisha timu ya taifa ya Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia. Hajawahi kufundisha timu yoyote ya taifa, kwa anapata fursa hii ambayo anaenda kumongezea kitu kwenye CV yake, lakini pia anaenda kutoa mchango wake kwa timu yetu ya taifa. Ule mwarobaini wa Taifa Stars umepatikana. E, miaka mingi tumekuwa tukiangaika na Taifa Stars inakuwaje na vitu kama hivyo. Mimi ninaamini kwa zaidi ya asilimia mia moja kocha Miguel Gamondi anaenda kuwa tiba na suluhu ya kuifikisha timu yetu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mbali zaidi. Nikisema haya sitwezi kazi kubwa ambayo imefanywa na watangulizi wake wakina Hemed Moroko, wamefanya kazi kubwa sana tunawapongeza, na sisi kama Watanzania tunajivunia kwa kazi yao. Lakini sasa kwa level hii ambayo Miguel Gamondi anaenda kuifikisha timu yetu ya timu ya taifa mimi sina wasiwasi. Kila Mtanzania bila hata kuhamasishwa ataishabikia Taifa Stars. He, yani, hiyo hiyo hiyo sina sina shaka hata kidogo kuhusiana na majukumu. Uh, watu wana wasiwasi hasa mashabiki wetu wa Singida Black Stars na mashabiki wa soka wanaotupenda kwamba kama mmemruhusu kocha anaenda timu ya taifa ataweza kujigawa vipi kimajukumu? Wakati tunapokea ombi hili kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu na tulipata muda wa kuzungumza na kocha hilo swali ambalo tunaulizwa sasa hivi na sisi tulimuuliza Gamondi. Bwana wewe utajigawa vipi? Kwa sababu hiyo ofa ni nzuri. Ndio, na sisi kama timu tunaiona ni nzuri zaidi kwa sababu tunataka tutoe mchango wetu kwa ngazi ya taifa maana Singida tumezoea kutoa mchango wetu kwa ngazi ya vilabu. Na ndio maana kila siku nasema hakuna klabu ya mpira nchi hii haijawahi kunufaika na Singida Black Stars. Kwa tumefanya hivyo sana na sasa ngazi ya taifa tukamwambia sisi tuna shauku ya kwenda kutoa mchango wetu kwenye kwa ngazi ya taifa. Bwana wewe utajigawa vipi kimajukumu? Ah, uh, uzuri Miguel Gamondi ni kocha ambaye ana uzoefu sana na soka la Afrika, amefanya kazi kwa zaidi ya miaka 25 kwenye ukanda huu wa Afrika peke yake. So alituhakikishia na majibu yake yalituridhisha kwamba anaweza kujigawa kulingana na program zitakavyokuwa na ratiba za mechi zitakavyokuwa. Yaani ikibidi aifundishe Singida Black Stars asubuhi, jioni aifundishe Taifa Stars, inawezekana. Hilo, eh, ni mmoja. Lakini pili, ah, uh, Miguel Gamondi ana wasaidizi wengi kwenye benchi letu la ufundi, wapo wataalamu wa kutosha katika timu ambayo ina, ina ina utajiri wa makocha ni Singida Black Stars. Tunaye mtaalamu pale Musa Ndao, ambao ni msaidizi wake, tunaye David Ouma ee. Tunaye mpaka Muhibu Kano naye ni kocha tena, leseni yake ni kubwa kwelikweli. Kwa hiyo yeye ni kupanga tu program na kuwapatia wasaidizi wake pale ambapo mambo yatakuwa yameingiliana ua kuna jukumu la timu ya taifa kwa mfano, kama sasa hivi tukimaliza mechi zetu hizi ataelekea nchini a, Misri, a, kwa kwa ajili ya kwenda kukinoa kikosi cha timu ya taifa a, kabla baadaye hajaenda tena Desemba kwa ajili ya fainali za, za Afro. Sasa kipindi hicho ambacho hatakuwepo ana mpango kwa kuacha program kwa wasaidizi wake na hakuna ambacho kitateteleka. Sasa hivi kila anayefanya kazi na Gamondi anajua Gamondi anataka nini. Gamondi anapoingia kwenye uwanja wa mazoezi kutoa kile ambacho ameandaa kwenye mpango wake, anaelewa fika namna ambavyo kila mfanya kazi ambaye anafanya na Gamondi anajua Gamondi, seriousness yake iko kwa ni kiasi cha kusema haya ni maelekezo ya kocha, wachezaji wote wanatakiwa kuyafuata. Kwa hiyo hilo hatutatetereka, ndugu zangu, na niwatoe hofu mashabiki. Miguel Gamondi atakuwa anapiga miguu yote kulia na kushoto, huku Singida Black Stars huku timu yetu ya taifa ya Tanzania, na hiyo ni fahari kwetu wa Tanzania wote. Lazima tujijitokeza kumpa sapoti pale ambapo timu ya taifa itakapokuwa inawakilisha nchi yetu kwenye michuano mbalimbali.